Karibu tena mtazamaji. Viongozi wa kaunti ya Samburu sasa wanaitaka serikali kuendeleza operesheni ya kutwaa silaha haramu zinazomilikiwa na wananchi kinyume cha sheria ili kuzima mashambulizi ya mara kwa mara ya risasi katika kaunti hiyo. Viongozi hao wakishinikiza serikali kutwaa silaha hizo, huku wakizitaka jamii za wafugaji kuwa mstari wa mbele kutafutwa suluhu ya kero ya ukosefu wa usalama. Bonifas Barasa anaarifu zaidi kutoka Samburu. Suala la ukosefu wa usalama linapozidi kuwatatiza wakuu wa usalama kwenye kaunti ya Samburu na wakuu wa usalama kwenye taifa hili, viongozi wa kaunti ya Samburu sasa wanaishinikiza serikali kuu kutwaa silaha haramu kutoka mikononi mwa wananchi kama njia mojawapo ya kuzima mirindimo ya risasi inayozidi kutatiza usalama wa wenyeji. Bunduki ambayo imejaa hapa katika katika kaunti hii, bunduki haramu, serikali imeshindwa kuchukua hatua kuhakikisha kwamba flow of small arms kutoka Sudan kutoka Uganda kutoka Somalia kutoka Ethiopia wameshindwa kuhakikisha kwamba we have individuals who are civilians, you know, who are carrying arms, and these arms are the ones that are causing us problems. I want therefore to say this, that we want to call upon the national government to come up with a plan to end this senseless killings of people. Ukosefu msalama, tunaomba serikali iweze kuondoa binduki haramu miongoni yetu sisi wananchi, kwa sababu binduki haramu ndio chanzo cha ukosefu wa usalama hasa hapa kwetu Samburu County. Serikali ikikuja iondoe bunduki haramu kwa wananchi, tutakuwa na amani, hata serikali itaweza kufanya kazi yake vizuri. Vile vile wanaposhinikiza serikali kutwaa silaha haramu kutoka mikononi mwa wakazi, pia wametoa changamoto kwa jamii nzima ya wafugaji kuhakikisha wanakuwa mstari wa mbele katika kuendeleza uhusiano na katika kuhamasisha vijana kujitenga na kujihusisha na visa vya utovu wa usalama. Mimi ningeomba hiyo, tuamke tutafuta amani, tuweke watu pamoja, hata askari wakikuja hata askari wakifika, hata serikali ikichukua hatua gani, lazima pia wasamburu waamke wafanye njia nyingine ya kusaidiana kutafuta amani na kuweka watu pamoja. Hata hivyo baadhi wamesisitiza haja ya kurejeshwa kwa kikosi maalum kilichokuwa kikishika doria maeneo ya, ya Baragoi na kufanikiwa kwa asilimia kubwa kutuliza mirindimo ya risasi ile watatiza wakazi maeneo ya Baragoi. Unataka special forces warudi kwa sababu wakati walikuwa tuliona amani watu walianza kuishi pamoja, wananchi walianza kuishi pamoja, na tumeimba kusema watu warudi ama special forces warudishwe. Sasa mwaka moja wa nafurahia wakati walete multi agency, wakati mwingine, wakati multi agency ambayo wakati walichukua wale watu ambayo wanauza bunduki na risasi, kidogo mambo yakatulia. Sasa wakati multi agency imeondoka Viongozi hawa wanapoibua shinikizo hizo za kuitaka serikali kutwaa bunduki haramu kutoka mikononi mwa wakazi, kibarua sasa kinasalia mikononi mwa wakuu wa usalama kwenye taifa hili kuona kama kweli watakuwa wanafanikisha hilo au la. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.